Kusiki tu kimoja tu na gusabata ni nyekundu ni kwa neno, subscribe kwa mwanafamilia Gamba TV. Mbele yangu nipo na Karobo, mmoja ya waigizaji ambao anapatikana kwa baba Joan, na kicho nileta hapa kuzungumza naye kuzungumzanay tukiwa tunaelekea mwisho wa mwaka 2025 tunaenda 2026, na tumekuja atumekuja tuzungumzane kutoka kwenye tamthilia ya binti yangu, tamthilia ambayo inafanya vizuri, naye pia ndo moja wa main cast, wahusika wakubwa kwenye tamthilia binti yangu. Huyu ndo binti yangu, ye, binti yangu kutoka kwa Baba Joan anafahamika kama Karobo. Mambo poa? Mzima mzima. Mbona umekaa kinyonge sana Karobo? Amna, imekaa tu, umetulia mm. Mimi nataka nilifahamu jina halisi la Karobo ni nani? La kwangu ila Majidi Mohamed. Mm. ela ni, ni, mtoto wa, ni, ni mtoto. Umezaliwa wapi? Magomeni. Mtoto Magomeni? Ndio baba nyumbani ndio magomeni kabisa? Hapana, nyumbani chanika ndio. Nataka nijue ulianza, ulianzaje kuigiza ama walikutambua vipo na kipaji cha kuigiza kwa mara ya kwanza? Nimwambia tu mama nataka niigize, nikaenda kuigiza. baada ya sana ngapi? Kipindi hicho la, la pili. Na sasa hivi uko darasa ngapi? la nne, mwakani la tano. Kwa hiyo 2026 darasa la tano, mm. Tuanzie hapa kwanza kwenye shule afu ndo turudi kwenye sanaa. Shule, ufaulu wa, wa Karobo shuleni uko vipi? Karobo anakuwa mtu wangapi darasani? Mimi wa saba, wa kumi. Wa saba wa kumi. Eh, ndo nashika gazo nafasi, si namba moja, namba tano tutaje kufika mm. mwisho tu Nilivyokuwa darasa y tatu nilikuwa mtu wa tano e, naisi mtu kwenye wanafunzi mm. ulion, mm. wangapi wanafunzi, madarasa mawili yote ukionganisha, mia tatu thelathini na sita wanafunzi mia tatu madarasa mawili. Kwa hiyo, kwa darasa mnakaa tumiana mm wanafunzi wengi. Unasoma shule gani? Nasoma shule ya Kigogo Fresh. Kigogo Fresh? Kigogo ndio. Na ukitoka kwa wanafunzi mia tatu mpaka unakuwa mtu wa tano, unajitahidi sana. Ndio, masomo yanakuwa tu magumu. Somo gani wengi wanapenda ukiwa shuleni? Nasomo yote naipenda, ikija hata mtena faulu tu. Kuna hisabati, kuna ingrishi, kuna sayansi kuna historia, kuna sanaa na kuna mm, jiografia na Kiswahili masomo. Turudi kwenye kuigiza. Uliniambia umeanza kuigiza ukiwa darasa la tatu? La pili. La pili, na mama yako ndo alikuuliza kumbe unapenda kuigiza. Ndio, tu nilikuwa namsumbua, nitaka kwenda kuigiza, nitaka kwenda kuigiza. Hmm. Mamako, mamako pia aishia kufanya kazi za uigizaji? Hapana, yeye sio muigizaji. Yeye ni mfanyabiashara wa maduka. Ya tu ulipo mbona unapenda kuigiza na akaamua kukupeleka kwenye kuigiza. Ndio. Alikuleta kwa Baba Joan, yeye mwenyewe ndio alikufikisha kwa Baba Joan kwanza kuigiza. Ndio alinifikisha kwa Baba Joan. Kabisa kwa Baba Joan. Ndio. Siku ya kwanza unaanza kuigiza. Mm -hmm. Niambie ni kipi ambacho ulikikuwa ni kigumu kwanza kwenye kwanza kushuti. Sijaona tatizo tagumu hata moja. Mimi naona yote maraisi. Alafu ni vanza tu nikazoea mpaka leo. Mm. Watu shuleni shuleni, au kuchukuli kama, au kuita majina ya Karobo na kuogopa, labda unavoingiza kwenye tamthilia, unajua labda ndio umesha kwa halisi? Wananyita mpaka walimu wananyita mimi hapa Karobo. Nenda kanifanyie hivi Karobo. Nenda kanichukue madaftari. Mm. Wadi walimu tu wanaita Karobo yani. Ndio, walimu wa shule nzima wananyita Karobo. Mm sau jina lako kitu akitoka robo nageuka ila jina lako kuna da nalisau. Hapana, hata si lisau, ni kitu atoka robo nageuka, na asikiliza, na tokitaka nagea na kuona kama anachoigiza labda ndo maisha yako ya ukweli. Hata niogope, ananipenda shule nzima kwanza. Chekechea ile wananijua jua laso sana, chekechea la kwanza la pili la tatu la nne la tano na la sita la saba walikopo, ananipenda sana sema umeondoka. la saba, wewe ni star shuleni ndio? wewe unajulikana, upigwepigwe sasa hivi shuleni? Hapana na, na, na mwalimu yote anayonipiga, mwalimu mkuu ananipenda, walimu wa chekechea la kwanza, la pili mpaka la sita. Hmm. Okay, shuleni tu ni Karobo na enjoy tu maisha shuleni, ndio ndiyo star. Kigogo fresh ndio star shule nzima najua shule ya Kigogo ilipo Kiswahili ni. Shule ya Kigogo najua. Acha ndugu zako Nataka tunarudi kwenye uigizaji toka umefika kwa baba Joani nitamsilia ngapi ambazo ushaigiza mpaka sasa hivi? Sijui kumi zile. Kipofu tamthilia nazipenda. Umeigiza nipi ambazo unaipenda? Kuna binti yangu, babangu kipofu ndo nazipenda. Mm. Kuanzia kwenye babangu kipofu. Uliigiza ukiwa mtoto wa Baba Joani na babako akiwa ni kipofu vile vile na ukawa unakutana na mama ile kama ana roho mbaya. Mm. Uko na baba, babako tu. Ni kipi ambacho unakipenda sana kwenye hiyo tamthilia? kwenye ile maisha alikuwa anaishi na baba yako akiwa ni kipofu, na wewe ndo mtoto wake wa pekee, mara kufia inapotea, sijui nini. Nilikuwa na, na kipenda au nilikuwa sikipendi, nacho kipenda pale. Nacho kipenda sidhani, nacho kipenda pale, kwa sababu ile movie nishaisahau. Ya muda ya mwaka jana nishasahau, hata siwezi kueleza, nishasahau ile movie. Mama Karobo kwenye ile mama alikuwa na roho mbaya. Ni mama design gani ukiwa naye? Eh? Ile kwenye tamthilia Mama Karobo ile. Alikuwa na roho mbaya, anakutukana, anafanyaje? Ushawahi kutamani kuwa na mama kama huyu? Hapana, katika maisha yangu sije kukutana naye. Ndio mara ya kwanza. Hapo humuogopi? Hapana, nishazoea kushuti naye vile. Mm. Wewe utasamehe yani, endelee muendelee tu yani. Ndio. Vifinyo vyake vile anavunifinya na vunipiga Nyumbani mama waga akufinyi. Baba Joan ni baba wa dizaini gani? ni baba wa, hani, sisi namfahamu kwenye uigizaji, mkiwa mko nje ya kamera, baba Joan ni baba wa dizaini gani? mkiwa nje sa muigizi, mana mnaishi kama baba, ni baba wa dizaini gani? Baba Joan ni mpole ni mchesha, napenda watoto mm. Karobo kwenye maisha yako ni kipi ambacho anakipenda sana <laughs> <Kuigiza. Kingine. Mimi>? <laughs> Kula, napenda kuigiza, napenda kula na kuigiza niona <laughs> siku moja Baba Joan nikawapeleka au timu kawa na kula, mna rekodi akawa rekodi, nikawa na Karobo nikakuuliza, akasema Karobo kweli anapenda kula <na kuigiza>. <laughs> <laughs> Yona,

ni sini gani ambayo umeigiza kwenye tamthilia ya Binti Yangu ambayo ilikuwa ni sini yako ngumu? Mimi sina hata moja, zote naziona lights tu, ulicheza afu ukaipenda. Ni sini gani kwenye Binti Yangu ambayo unaipenda kabisa ukikaa unaiangalia? Mimi naziona zote na nazipenda, sina hata moja ambayo ina kasoro mbaya, zote mimi naziona nazipenda tu nzuri. Ukifika nyumbani unaangalia na mama yako kazi ya uloigiza ya Ndiyo naangaliaga, muda mwingine nda zangu shule siwezi kuziangalia. Hmm. Nataka ni ni ni ni, ni, ni jue. Nje, Karobo una, unasoma. Unapataje muda wa kuigiza na muda wa kwenda shule? Mm. Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa shule zote, lakini Jumamosi na Jumapili nipo huko na shuti. Kwa Jumatatu mpaka Ijumaa wewe upo shule unasoma. Una Okay, okay, huwa wow, uchoki upati muda wa kupumzika kucheza na watoto wenzako nyumbani kama mtoto mwingine? Napumzikaga Jumamosi zingine na ambayo nipumzike na Jumapili shule zikifungwa, na ambao nikae nyumbani wiki nzima, nikae naangalia zangu TV na cheza na zangu na pigana stori. Kwenye, kwenye tamthilia ya binti yangu, wewe ndio muhusika pewa uhusika na kwenye tamsia ya Baba Karobo pia, na enywe, ulipewa uhusika mkubwa. Ni kama watu wanakuwa wanazani kama Baba Joani ni baba yako halisi. Wa ujakutana watu nakuita, anakuambia ni mtoto Baba Joani? Wapo wengi tu, ndio babangu huyo no, baba ukiwa si kwa ujaja kushuti Uko mbali, uko ujaja kwa baba Joani. Ni kipi ambacho unakikumbuka ukiwa mbali na baba Joani? Nakumbuka kushuti. Mm. Baba Joani asikia mtu ambaye mm. anapenda watoto kushuti nao, kuongea nao. Mm. Ni kipi ambacho baba Joani huwa anakuambia kama mtoto wake sasa kuhusu kusoma maisha yako? Huwa anakushauri nini baba Joani? Ananiambia nisome sana, pia nifanye sanaa zangu vizuri siku sita mara kip, mm, moja na pia shule, ndo niweke kipengele cha kwanza shule. Kuna waigizaji gani wakike ambao unatamani siku moja na uje ufike uigize uwe kama wao, wakubwa ambao unaona kabisa wakike wanaigiza, unatamani siku moja na mimi niwe mwigizaji kama fulani? Kuna Zuchu, kuna Diamond, kina, kina Nandi, kina KP na Zebu, waigizaji na baba Jewani, wote nawapenda na Dio. Mama yako alikuchukua akakuruhusu kwenda kuigiza ukiwa mdogo mpaka unakuwa na bado unaendelea kuigiza. Ni kipi ambacho unapenda, unapenda kumwambia mama yako kukuruhusu kwenda kuigiza na ukiwa mdogo na Yaani simambagi mamangu kitu chochote, labda yeye ndo ananyambia, ukienda huko acha ugomvi na watu, wapende wenzio nao vizuri kana kama ndugu zako mm. Mine, nataka kuigiza kama wewe. Wapo tena huku ndo hapo wengi kabisa wanataka kuigiza. Wengine wanakujaga mpaka hapa wanagonga geti wanafunguliwa, nataka niigize, nataka ntakanonane na Karobo, sijawahi kumuona. Naonana nao wanafurahi, na tunachekacheka mba mm. E, na ishirini na sita naingia darasa la 5. ndio ni kipi ambacho tunataka tukione sasa kwa Karobo? Kwa sababu nimeona kwa mtu wa tano wa saba Karobo Karobo ifu darasa la tano, unazidi kukua na masomo unazidi kuwa magumu. Sasa tunako unapoenda, na masomo unazidi kuwa magumu, umejipangaje kwenye masomo yako? ifu darasa unapoenda darasa la tano, nimejipanga swa ngangari, ili mradi nikitoka darasa ni ni ni la tano, niende la sita, nifaulu faulu. Ndio nimejipanga, ndio nimejipanga ngangari. Nasubiria tu ile masomo darasa la tano Kwenda darasa la sita. Anasubiria mimi. Umejiandaa nao? Ndio. Nataka ni, ni nijue ni kwenye, kwenye watu wa ambao wameigiza kwenye tamthilia ya binti yangu. Ni ni msanii yupi ambaye sana unapenda una kuigiza naye? wapo wengi tu kama Kisoda, Sonia, Baba Joani na wengine wengine waliopo. ukiigiza na ukiigiza na, na Kisoda unakuwa una na, una na, na amani sana? Ndio, pamoja ni rafiki yangu yangu naishi naye atugombani wala tufanye kitu chochote. Nampenda tu na yeye ananipenda. Nataka uambie kitu kimoja mashabiki zako ambao wanakuangalia sasa hapa kwenye Gamba TV ambacho Karobo anataka kuambia wajue kumtofautisha Karobo kwenye movie na Karobo huyu. Yani nataka uambie kitu kimoja mashabiki zako ambao wanakuangalia hapa, nataka niwaambie hivi nsisahau kusbm zetu tena, pia mweke na laiki movie zetu za binti yangu nazo zinazoendelea zinazokuja mpya. Ndiyo, ndiyo -no, najua wananijua pia, mwenyewe naweza nkawajua, naonage tu mnavutia laiki, nasoma message zenu, naweza nkawajua mnavyonipenda. Karibu, nakushukuru na pia